Hukmu almuwafik, hukmu ya maamuma namba mbili. Huyu ni ule aliyemwafiki imamu, yaani anaenda na imamu. Sababa anasema yajibu alaihi an yutima alfatihata. Mtu aliyeingia na imamu kwenye swala imamu anasema Allah, Allahu akbar, na yeye Allahu akbar Sheikh anasema yajibu alaihi an yutima lfatiha, hii itamlazimu asome fatiha yote aimalize. Sidu mwalewa maamumu almuwafaka, akiingia pamoja na imamu kwenye swala, wameingia wote, yajibu alaihi an yutima alfatihata. Itamlazimu kutimiza surati lfatiha walau rakaa imamuhu, hata kama imamu wake atasoma haraka, imamu akawahi kurukuu. Takhalafa bikiraatiha, so atachelewa huyu kumfuata imamu kwa sababu ya kuisoma hiyo surati lfatiha il ili yaikabilike. Tunaelewana jamani e. Mfano sisi hapa tutakuja kuswali Isha, sisi tutasimama pamoja na imamu. Sisi ni maamuma muwafaka, sisi ni maamuma ambao tunaafikiana na imamu mmoja. Wetu sisi lazima atimize suratilfatiha, lazima kwa sababu we sio masubuku, kumtanguliwa wewe, umeanza pamoja na imamu walau rakaa imamuhu hata kama imamu itatokea atarukuu kwa sababu ni mwepesi wa kusoma, <coughs> takhalafa huyu maamuma atachelewa bikiraatiha, kwa sababu ya kusoma hiyo Suratul Fatiha na kuikamilisha. Sikunalewa wewe maamumu muwafaka Uwezi kuwa unasoma surati lfatiha ujiamaliza imamu karukuu, kasema nami narukuu, we itakulazimu umalize surati lfatiha nambambili <coughs> idha tahalafa lqiraati lfatiha, ikiwa atachelewa kumfata imamu kwenye rukuu kwa sababu ya kusoma surati lfatiha, yajuzu lahu, anaruhusiwa huyo mtu an yataakhara min imamihi, kuchelewa kumfuata imamu bithalathati arkani, kwa nguzo tatu sawa, so, Ataruhusiwa kuchelewa kumfuata imamu kwa nguzo tatu, biudhuri min aladhari latia, akiwa na udhuru katika udhuru hizi zinazokuja, sawa. Awala, udhuru wa kwanza utakaokufanya inafaa kuchelewa kumfuata Imamu kwa nguzo tatu. Uzuri wa kwanza, <coughs> idha kana almamumu almuwafiku baqia alqiraati, ikiwa maamuma ma ni nana? mzito wa kusoma. maamuma ni nani? mzito Imamu anasoma haraka, yeye mzito wa kusoma. Nichukulie maji, anasema laluwasiwasa tu, sio kwa ajili ya wasiwasi wasi, ah. Nakunaatu wa ana wasiwasi, awe ni mzito tu wa kusoma, sio wasiwasi. wasiwasi ni yule mtu

nguzo tatu. Kwanza huo ni mwepesi wa kusoma, mzito wa kusoma, wal imamu mutadiru ha. Na imamu ye yuko kati na kati, sio anasoma haraka sana, wala sio anasoma mzito sana, lakini wewe ndio mzito wa kusoma. Sawa? So, lakini ili uruhusiwe kumukhalifu imamu uwe kwenye swala ulianza na nani? Na kwenye swala wewe ulianza na imamu. Idha masya al-Fatiha ta. Ikiwa maamuma amesahau kusoma suratul Fatiha, watadhakaraha kabla rukuihi, akakumbuka kabla ya kurukuu hmm, mimi sijasoma suratul Fatiha, si tumeelewa? Watadhakaraha kabla rukuihi maa imamihi, akakumbuka kabla ya kurukuu kwake pamoja na imamu. Sawa, anasema falautadhakaraha baada ruku ihi, akiikumbuka hiyo suratu lfatiha baada ya kuwa tayari anyesha rukuu, la yati biha, hatoisoma tena suratu lfatiha, bali yastaminu fi mutabati imamu, ataendelea kumfuata imamu, wa yaati birakaati baada salama ataleta rakaa nyingine baada ya kutoasa. Maamuma muwafik ameingia kwenye swala pamoja na imamu huyu. maamuma anaweza akasahau kusoma suratil fatiha, kwa sababu huyu anaruhusiwa kuleta dua ya iftitah, anaruhusiwa kuleta udhubillah yeye kwa akili yake akajua mio kasoma surati lfatiha kabla ya kurukuu, akakumbuka, hmm. Mimi sijasoma surati lfatiha, ataisoma madhali imamu hajarukuu, na yeye ajienda kwenye rukuu, huyu atasimama kuisoma, hata kama imamu ataenda kurukuu. Sasa baadaye Imamu akarukuu akaitadili akaenda kusujudu, sio tatu hizo? Yeye sheria inampa amuhalisi imamu nguzo ngapi, wakati anatimiza hili Suratul Fatiha. Maanake wakati unakumbuka muda umekwenda, imamu nda anakaribia kurukuu, wewe unakumbuka Suratul Fatiha. Shekhe anasema hautomfuata utabaki umalize hiyo surati, usome hiyo surati al-Fatiha. Lakini ikiwa umesha rukuu na imamu, umeshaenda kwenye rukuu, uko pale kwenye rukuu ndio ukakumbuka sura, hey, mimi surati al-Fatiha sikusoma. Shekhi anasema hautoesoma tena, utaendelea kumfuata imamu e. Imamu akishatoa salamu wewe utasimama ulete rakaa, ulete rakaa na maanake, umeacha nguzo, umeacha nguzo. Tumeelewa. Thalitha, tak anasema, idha ishtaghala bidua iftitahi au taawudhi, maamuma muwafiq akishughulika na dua ya ufunguzi au kusema audhubillahi, dhana anahu udriku lfatiha, dhana yake kubwa kwamba nikimaliza kuzisoma hizi duai liftitahi na audhubillahi ntawahi kusoma surati lfatiha, walakin lam yudrikha amemaliza kuzisoma hizi, hakupata muda so, kaka, ha, wa kusoma sura binfata imamu kwa rukuu. amma law tahaqqaqa fawataha wa lam yudrik al-imam fi rukuuihi fatakhu rak'a fayati biha baada salam Anasema lake ba lakini suratilfatiha hakupata muda wa kusoma, muda wote aliyotumia, katumia katika kuleta dua, dua ya ufunguzi na auzu billah, anamaliza hizo, akidhania kwamba atapata muda wa kusoma suratilfatiha, mara imamu karukuu, situmare mara mara imamu karukuu, huyu hajasahau sahau. Yule aliyesahau tumesema akikumbuka kabla ya, ya, ya kurukuu imamu ataleta surati Alfatiha maahaja imamu hajarukuu. Lakini huyu sio kama kasahau, huyu kasoma s so, bua iftitah na uzidila akihania atapata muda vile, vile wa kusoma surati Alfatiha. Anamaliza mambo yayo mawuli, anasikia imama anaruku, Allahu akbar, muda hana tena wa kusoma surati al-Fatiha. Ama lau tahaqqaqa kafawataha, Shekhe anasema ima, ikiwa maamuma anajua kabisa kwamba huyu imamu, mimi nikianza kujishughulisha na dua ya ufunguzi wa swala naudhu billah fatiha itanipita kwa ka ya huyo imam, sintowahi kusoma sura Fatiha. Anajua walam yudrik limama fi rukuihi, asisome araka raka, akamkuta imamu kwenye ruku fatatbu raka hiyo, raka nayo itakuwa imenipita, fayati biha baada salam Ataleta rakaa moja baada ya imamu kuja sana, kwa sababu huyu ni usembe wako wewe mwenyewe. Hapa kuna mambo mawili. Kuna mtu wa kwanza anadhania, yaani ghalabati dhana yake ni kwamba mimi kisoma dua ya ufunguzi na uzumilani, ntapata nafasi ya kusoma suratul Fatiha, ndio sana yake kubwa, ndio matumaini yake, kama atakapata nafasi. Walakin lam yudrikhu, lakini hakupata nafasi, yaani yani wakati yeye anataka kuanza kusoma suratul Fatiha, imamu Fatiha, imam amerukuu. Sawa, sura ya kwanza, sura ya pili ni kwamba anajua kabisa mimi nikianza kusoma dua ya ufunguzi na audhibilahi, sitomuwahi imamu kwenye rukuu, siwezi kumuwahi imamu kwenye rukuu. Lakini akaendelea kusoma yeye dua ya ufunguzi na audhibilahi, imamu akarukuu, yeye asimpate pale kwenye rukuu, asimpate kwenye rukuu kwa sababu hajamaliza surati yeah. Tumesema uh, maamumu muafiku lazima amalize surati Al-Fatiha, saa lazima amalize. Sasa huyu aliyedhania kwamba atapata muda muda kupata na kuweza kumaliza surati Al-Fatiha, huyu aliyekuwa anajua kwamba mimi nikisoma dua ya ufunguzi siwezi kunua imamu lakini akasoma kwa ufunguzi, hawa wote wawili akitoa salamu imamu wataningika walenjeirataa kwa sababu nguzo ya surati lfatiha hawa imewapita kwa makusudi, kwa sababu hawa hawakutangulia na imamu, wameingia sambamba. Na mtu anaingia sambamba na imamu, surati lfatiha lazima imalize, lazima nao sio wazito, sio sio wazito, ni wepesi wa kusoma. Lakini huyu mmoja alikuwa na dhana, na yule mwingine alikuwa anajua kabisa, nikisoma dua ya ufunguzi sitomwahi imamu. Akasoma ile dua ya ufunguzi, akaacha kusoma nguzo, akabakia ameng'ang'ania sunna. huyu rakaa itampita baada salam, ili, huu, ya imamu kutoa salamu, atanyanyuka alete rakaa moja. Kwa hiyo maamuma huyu ambaye alikuwa akidhania atawahi muda wa kusoma sura Fatiha, au yule aliyekuwa na dua kabisa akisoma dua ya usunguzi hakumwahi imamu kwa kunaikuu. Shekhe anamahesadi huyu ameacha kusoma sura tulifatiha kwa sababu sio za msingi. Kwa hiyo dawa hapa ni wewe kusoma sura tulifatiha haraka, na hakuna mtu mpaka imama anarukuu, kaman anatoka kwenye kubali, sura tulifatiha bado hajaimaliza, wewe tena atakuwa mzito kulikuwa kasiriku niuzijani lakini mtu Fatiha, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kwa na aya nyingi ameweka na aya saba tu. Kwa hiyo aya saba sijui yatakana dakika ngapi, akaenda kwenye kiasi kwamba imamu akaeke kale kwenye rukuu, utakuwa ni kituko sasa utakuwa ni kituko eh. Suratul Fatiha ha... haimalizi hata dakika moja, ukishamaliza kuisoma. Eh, sasa nataka wewe uwe huwezi kabisa kuisoma mpaka imamu atoke kwenye rukuu, wewe utakuwa ni mzito sana. Kwa hiyo yato la msingi ni wewe niweze kusoma haraka. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuwa makini jamani. Tukiwa kwenye swala, maamuma tunaozungumza ndio sisi, ima tuwe tumetanguliwa na imamu au tuwe ni maamuma muwafaka waliotanguliwa na imamu tuishasoma hutubu zao, kuwa hii ni maamuma kaingia pamoja na imamu. Tani imamu anasema Allahu Akbar, na wewe hata nyuma, anasema Allahu Akbar, wewe lazima umalize Suratul Fatiha, lazima. Lakini masujudu, masujudu sio lazima umalize. Aliingia akamkuta imamu karukuu, akamua imamu kwenye kurukuu, wewe akamwambia soma Suratul Fatiha. Aliingia akamkuta imamu kasimama <coughs> Anayeingia Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin, imamu akaruku. Shekhe anasema kitabu kilichobaki takiacha, sababu wewe masbuku, sababu wewe unaomba tena huyu ni masubuhu, lakini yule aliyeingia sio masubuhu. Akutanguliwa ni mwafaka, yeye na imamu amekaa sambamba, panakinyua ye yupo. huyu lazima Suratul Fatiha amalize Lazi. kwa njia zote vilo, huyu hawezi kubebewa Fatiha yake na imamu, yeye lazima maliza Suratul Fatiha aya. Labda kuna mtu ana swali

inna hadhihi lmishiyatu yakdubuhu llah, kutembea kwa, kwa mikogo. Mtume alisema, alimwambia Abudujana, akasema mtembee huu wa kwenda, unatembea unajinata, unajionaona Mwenyezi Mungu anauchukia, ila fi hadhihi almoti, isipokuwa hapa abu Abudujana, hasa kwenye viwanja vya vita, hapa unatakiwa utembee namna hiyo. Abudujana alikuwa na kilemba chake akikifunga hapa kwenye vita, akashika utanga akitembea na yumba huku na ukumtuma eh, eh, naau mwendo huu ikiwa kwenye hali ya amani kule, Mungu amechukia kutembea kama mtu anatembea kwa kuringa. Sasa huyu ukafanya masolina mwili umefanya, sasa yeye sio matakwa yake lakini alhuyala ni mtu amerefusha nguo kwa sababu ya kuwakoga wenzake. Nguo ya mwanaume inatakiwa hiyo misfisa isivuke, e vifundo viwili vya miguu. Lakini nasema hata kama mtu atakuwa amevaa misfi sa, kuna kipengele cha pili kina mgongo wewe umevaa nusu saa wala mguo wako haijashuka kwenye shimo la mwili, lakini ile tendo yako huyala makatazo yako pale pale yako pale ah, yako pale pale, na wa alaikum salaam we mkhalifu imamu, kwa sababu na nawahi kwenda kuangalia mpira dakika tisini utaukuta tu wile ni mtu alikuwa na uzu, ni mtu labda wewe ndi umebeba chakula cha mgonjwa mpelekee, umeona, amkite hapa msikitini watu wanaswali, ukaona ah, vile ni swali kabisa kuswali kabisa, unamsikia imamu anaondoka na bakara, bakara, bakara, bakara. Eh, khalifu, mkhalifu imamu swali peke yake, boba chakula ongezake situmelea eh bila chakua, ninakuwa na sababu ya kisheria ya msingi ambayo sio mchezo. Sio mchezo kama mchezo wa mpira. Swali la imama napaka raka. Naam, waalaikum salaam. Hiyo swali linawatokea watu wengi. Mtu ameingia msikitini kamkuta imamu na maamuma wengine wameshatoka kwenye rukuu, wako kwenye itidali au wako kwenye sijida, mtu hapo anagoma kujiunga pale. Itikadi yake ni kwamba hii raka mimi nishanipita, kwa hiyo mimi sihesabiwi, kwa hiyo anaona na mimi hapa sijiungi. Naona matatizo tuliokuwa nayo waswali sisi, hili ni kosa kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha ataitum salata faalaikum bissakinati walwakara, mnapokwenda kuswali jilazimisheni kuwa watulivu eh, na watu wapole kabisa wakati mnaenda kwenye swala fama adraktum, mtakacho kikuta kwa imamu fasalluu ungeni hapo mswali sasa, nani kakwambia ukiwakuta watu kwa kwenye kwenye kusujudu wewe usisujudu. Sujudu yake, kwani wewe ujui katika swala hakuna pahala pakubwa kama kufanya nini? Kama kusujudu. Wewe umesimama. Aliyekwambia usinge break hapo, usiunge hapo mna. Hakuna hakuna mafunzo hayo. Ndio hivyo. Unakuta wanarukuku wamesha sujudu sijida moja. Bado sijida ya pili. Unaunga pale pale na wana sujudu moja. Mwenyezi Mungu hawezi kuwacha kukulipa kwa hiyo sijida moja. Ibilisi alilaaniwa kwa kuwacha kumusujudu ya nani? Kuwacha kumusujudu ya nani? Ha? Ibilisi alilaaniwa kwa sababu wa kumusujudu na ile sijida sio ya ibada ile, yaani Ibilisi kalaaniwa kwa sababu ya kuacha kumheshimu na kumwamkia Adamu tu. Ile sijida ilikuwa ni heshima na mankuzi tu, sio ibada, nakapata laana. Wewe umewakuja unawakuta watu wako kwenye sijida ya ibada, unasujudia Allah, wewe usujudu ili nikosa kutwa sana kubwa wewe una imani kwamba ile pale sijida, Mungu akulipa. Mungu bwana eh, Mungu sioman. Mtume anasema mtu wasijidisijida moja, Mungu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sijida hiyo atamwona. Sasa wewe unakuta watu wako kwenye sijida, wewe utake kuungana nao kwenye sijida, hili ni kosa hili ni kosa kubwa ambalo halipaswa hasa kwa watu waswaliji kuendelea nalo. Unakuta watu wako msijida, uunga kumisijida, sama adaraktum faswali, popote mtakapo mkuta imamu ungani naye, na mswali wa ma fatakum fa ati imamu, akitoa salama na kuna sehemu ya sala ilikuwa na nanekeni kutimize Haya ndio maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Kwa hiyo tujifunze hilo. Mtu alikuwa na tabia namna hii, madhara a miskia aache, na akimwona mwenzake wewe unasujudu, wewe unasimama kimaa kutoa salamu, ki nisale namna namna hii, jiunge kwenye swala. Sasa we mauti ukikuta hapo na wewe unasimama kwenye swala ujengia Mauti ukikuta wewe, unaonaje? Mauti ukikuta wewe kwenye sala ujaingia, au mauti ukikuta wewe umesujudu? Bora hapo sasa, mbona unaacha? Subhanallahi wa bihamdihi wa shukrani lillahi. Wa salaamu alaykum wa rahmatullah.